There is a choice to keep quiet, to be safe uwe kwenye government, but there is choice ya kuwa eh, kwenye maumivu kwa sababu unapigania watu and we live by the consequences of the choices that we make and they make a hard eh, choice, na jua consequences zake, kwa mtu asifikiri kwamba mimi nafanya vitu ambavyo sijui kama nimekatwa kichwa. No, na nimekuja Kajuni, nimetumia taratibu kupita hapa kwenu mpaka wote ni poras, na mimi hapa ni kwetu mzee, mze mi kwetu ni hapo Kitakasembe, hapo babangu ndio amezikwa. Kwa hiyo nimesoma hapa, ni maharaga shule ya msingi hapo. Kwa hiyo no this border, ningetaka ni kuvuka hapa, wewe usingeniona, Kajuni asingeniona nobody would see me, ningeniona niko bondo <laughs> na msingenikamata, na ningerudi na msingenikamata. Sasa mimi sio muhalifu, ndio bana, nimekuja Alafu mimi ni kiongozi, sio kwamba sik na information uh, since yesterday uh, yeah. wana organize i knew it and come, ili kuprove kwenye dunia kwamba tuna viongozi rles ambao wanaweza kuzuia mtu kwenda kuzika. Mimi people sawa kuzikaa. <laughs> <laughs> <laughs>